Samson Njiku. Huyo hapo. Na mgombea jimbo la Uyole, <totitipos> mbunge. Ehe. Moja ya kipaumbele changu kama mbunge, sitaki kama mama mteseka kama uteseka sasa hivi. Mama huko kwa biashara yako na unajua nimekutesa hivi. Sasa nikiwa mbunge mimi cha kwanza kabisa ni kujenga soko la kisasa Uyole hapa. Achana na hili soko ndoto inaungua ile kama mama anateseka hivi. Mama umetoka nyumbani umependeza, umesuka, wewe nani jele vizuri, unachafuka, kwa sababu viongozi ya ambao tuna nani hawazingatii vipaumbele, lakini mimi kama mbunge wenu mkinichagua, nitahakikisha najenga soko la kisasa hapa kama liywai kufika Njombe, kwa soko zuri, wakina mama wapate shida. Umeona, eh? kwa hiyo, kwa hiyo kama wananchi kama wana wa jimbo, naomba kula mnichagua. Kina mama, mtoto wenu, kijana wenu, kaka yenu, niko hapa mbele yenu, umeona eh, kwa niko hapa na siku ya kupiga kura mi niko namba nne. Hii ndo karatasi ya kupigia kura, una tiki tu sasa, si ndo kama hivi unapiga katiki. Mi niko namba nne, sababu moja mbili tatu nne, chauma huyo, unaweka unaweka alama hapo. Kwa mimi nataka nataka chochote, changamoto kina mama, kama hivi, mama, uko biashara, sema ya mbombo biashara inakuwa kero? yeah, yeah. Kweli mimi ndo Chauma mwenyewe. Sasa John Ipyana ingamu jangu mwimbaji. Ipia Daktari Ipiana. Eh, Twala kokore gangi bioswe, nekia mtu pete tunakuwa na hofu ya Mungu atoa ibi hata kina mama. Eh. Eh. Tuna, eh, tuna hofu ya Mungu sisi. Eh, na hofu ya Mungu hapa hapa. Na na shughuli zenu hapa hapa ile na sikiliza huku kwamba kula kuna faa biashara yako. Kwa namba 29 nipigie kura. Na kipaumbele changu cha kwanza kabisa katika jimbo la Uyole ni kwamba nitahakikisha naishawishi serikali tunajenga soko la kisasa hapa Uyole kama mikoa mingine, yani sisi ni jiji, lakini bado tuna masoko hayo, masoko ya ovyo kama ambavyo naona ni hatarishi, hana insurance kwamba unaweza kuamka kesho ukakuta limeungua kwa sababu ya ilivyojengwa. Kwa hiyo nikiwa mbunge, natamani nishawishi serikali tujenge soko la kisasa. Kwa leo fika mkoa wa Njombe, Njombe soko zuri sana la kisasa, lakini pia wale sana kama kama Kisutu au Magomeni ndio pembeo yangu hapa, lakini pia kuhusu changamoto ya maji kwa sababu maeneo hamna hamna maji ya kutosha serikali imefanya kwa nafasi yake, lakini ya bado kuna, kuna shida baadhi ya maeneo. Kwa mimi pia nitaishawishi serikali kutoa maji ziwa Nyasa ilete maji hapa Mbeya mjini kama ilivyofanya katika mikoa ya Tabora na Shinyanga, maji yametoa ziwa Victoria, mota mota inafunga inasukuma kwa ajili ya kuleta ina, ina, ina ina ina ina, ina kuleta huku ndio kinachofanyika kwa baba sasa, maji ni changamoto. Serikali anajenga mradi kutoka mto Kiwira Kiwira, anasema ni kio, lakini maji ya mto Kiwira kwa watama, kwa mji wa Tarama anasema atakaa kwa muda miaka 20. Je, yeah, baada ya miaka 20, maji yatatoka wapi? Lakini tukishaisha ikitoa maji Ziwa Nyasa, maji ni muda wote yapo. Ndio baada ya pombele yangu eh, changamoto nyingine, changamoto nyingine, nataka mimi nikuze kiuchumi hii Uyole. Kwanza tutakiwa tujenge stendi ya kisasa hapa Uyole, magari yote rasmi, iwe stendi ya mabasi hapa, ijengwe hapa, uchumi wa mabasi serikali kichocheo, ule mpango wa kujenga ile bandari kavu ili ujenzi wa bandekavu ukikamilika ule utachochea pia uchumi wa watu Uyole, pia atatoa pia ajira kwa vijana zitapatikana, kwa sababu wengi, mwingiliano wainyana na hapa ni karibu sana, wengi pia wataishi huku hawataishi kule. Kwa hiyo ndio vitu ambavyo natamani nivifanye nini, nivifanye endapo wananchi watanipa ridhaa kuwa mbunge. Kwa mimi ah, vipaumbele vyangu nimeweka hivyo, kwanza maji soko, soko, soko hivi, yeah, band uh, bandari kavuna, mm. mm. yeah. bandari kavu hamna sasa kavu. <coughs> <coughs> wamesisha hata shamba mpaka fidia, halafu kimya tena amna kinachoendelea mm. Kwa nataka hiyo pia. Nataka na, na kuiboresha, vyangu nataka nisukume, kama hamna msukumo wa mtu ambaye anaisukuma lakini e, e, vingine ambao naona pia vitachochea uchumi, lakini vingine, kwa mfano ujenzi wa barabara tutafuata pia, kwa sababu barabara pia ya Uyole, jimbo la Uyole hatuna barabara tuna barabara moja tu za mtaani.